Waswahili wanasema jina zuri husadifu kitu kizuri. Na mimi nataka kukuletea kipindi kitakachoitwa Discover Your Purpose and Destiny. Tambua malengo yako na hatima yako. Hili jina ni zuri. Kupitia hili jina ama kipindi hiki tutakuletea vipindi mbalimbali mbali ambavyo vitakusaidia kutambua kitu ambacho kiko ndani yako ama ndoto ulizokuwa nazo ama maono uliyokuwa nayo na kuviweka kwenye kuwa vitu halisi. Mungu ametuumba sisi kwa malengo fulani na anatamani kuona kwamba hayo malengo tunayatimiza tukiwa hapa hapa duniani. Kwa hiyo kupitia Discover Your Purpose and Destiny tutakuletea vipindi ambavyo vitagusia ya kiuongozi masuala ya kifedha, masuala ya biashara, ushauri, masuala ya kifamilia, pamoja na masuala mbalimbali yanayohusiana na vitu kama hivi. Kipindi hiki kitakuwa ni kipindi ambacho kinagusa rika tofauti tofauti, watoto, vijana, watu wazima, hali kadhalika watu ambao wako kwenye masuala mbalimbali, wafanyabiashara, waajiriwa, sekta binafsi, na watu mbalimbali wa aina hiyo sasa. Naomba uweze kutufuatilia ili uweze kunufaika na vipindi hivi. Nataka nikuambie kuna mwana saikolojia mmoja alinifundisha kwamba Mungu alituumba ili tumpende kwanza, tumjue, tumpende, tumtumikie na kisha tufike kwake mbinguni hiyo ndiyo hatima ya mwisho kabisa. Kwa muktadha huo, sasa nataka nikwambie pia kwamba katika hayo, wewe kama mwanadamu, sisi kama binadamu ambao tunaishi, kuna lengo ambalo Mungu amesababisha au ametaka sisi tuweze kulitimiza hapa duniani. Naomba tuwe pamoja, nifuate katika Instagram yangu, lakini pia fuatilia kwenye vipindi vya YouTube kwenye Msimbete Television au Msimbete TV utaweza kupata vipindi mbalimbali ambavyo vitakujenga ili kuweza kukutoa hapo ulipo na kukufikisha mahali pengine. Asante na karibu sana.